tena leo kwenye kipindi kingine maridhawa cha tafsiri za ndoto na Maalim Jafari Mtavassy hapa hapa Mtavassy TV online. Na leo tupo kwenye somo na darasa, miongoni mwa masomo muhimu sana ambayo mtu inamfaa ayajue, ayafahamu na atambue kuhusu masomo haya. Um, wengi wa watu wamekuwa wakiuliza kuhusu ndoto ambazo zinaashiria uchawi huko WhatsApp, na nimewapa kipaumbele leo watu wa WhatsApp kwa sababu wanafanya malipo ya kila siku na wapo wanafanya malipo ya wiki. Hivyo basi ondi hili takwa hili nimeona nilifadhilishi nilipe ubora leo nilizungumzie, japo kwa uchache na njia za utatuzi wa jambo husika. Um, nitegea sikio na ukae tayari kwani mazuri haya yasije yakakupita, insha allahu taala. Na ni kwamba leo tunajifunza katika ndoto hamsini aina hamsini ya ndoto hatari mtu kuona katika usingizi wake iwe amelala mchana iwe amelala usiku, maadamu kwamba ameona miongoni mwa mambo haya hamsini, basi afahamu kwamba haya ni miongoni mwa mambo hatari. Leo nitazungumzia ndoto hamsini ambazo katika tamaduni na vitabu vya tafsiri za ndoto kama vile Taabiru Ruya na tafsiri za ndoto za wanazuoni wa zamani waliotupita olef, Sheikh Muhammad ibnu Silina na, na mashaikh wa hivi sasa yeah wakina Imamu Nablisi namna na gani umezungumza, wakina Jaafari Swadi mabingwa wa kutafsiri ndoto hawa namna gani uwalizungumzia haya? Naam, fahamu kwamba ingawa hazitokuwa zimeashiria moja kwa moja kwa kidole kwamba urodi, lakini itajulisha kuhusiana na mtu aliyeshambuliwa kiroho, eidha shetani wa kijini au uchawi anapigwa nao au kuna mtu anaandaa mazingira ya kumfanyia urogi ili eh, kumdhuru kupitia nguvu za giza, nguvu ambazo hazionekani. Muhimu sana hizi, ni bishara za kitamaduni, si uthibitisho wa uhalisia, eti kwamba ukiona ndoto fulani ndiyo anakuroga lazima awe yeye anakuroga. Hapana, ipo mtu ambaye anakusudia kukufanyia uovu wa namna hiyo, hata kama si yule ambaye umemuona E, mubashara kwenye ndoto yako. Lakini ndoto hazitoi hukumu ya mtu kurogwa, zinaweza kutokana na msongo wa mawazo au hofu au mawazo au mambo ya kiroho. Wakati mwingine roho yake kuwa ina mazonge mazonge, huweza pia mtu akawa na ndoto hizi. Lakini kwa nini ninazizungumza? Ninazungumza kwa sababu hizi ni miongoni mwa indiketa, viashiria mahususi kabisa. Hivyo zitumie kama masharti ya kujiamini na kujitathmini, si hukumu kama hukumu ya mwisho kabisa. Na ndio maana tunasema ndoto ikija, ukishaona ndoto basi jitahidi, uh, utueleze sisi wafasiri, ili tuweze kukufahamisha nini ambacho kipo ndani yake. Moja, ndoto kumi za viumbe. Kwa mfano ndoto kumi za viumbe, na hapa nitasema kwa mifano hasa Uh, mfano wa kwanza kuona nyoka anafunga au kubana mwili. Ukamwona nyoka anamnyonga eh, au anabana mwili wa mtu fulani, anamnyonga, anamzingiza yule mtu akambana. ndoto hii ndoto hii ukiona usingizini, hii ni ishara ya kurogwa. Aidha uliyemwona anazingizwa na nyoka anabanwa eh, au anafungwa na nyoka huyu atakuwa anarogwa au mwenye mokosika, okamodia, wewe mwenyewe mwokosika moja kwa moja. Ndoto inajulisha kwamba wewe unafanyiwa uchawi. Ndoto ya kwanza ni kuona nyoka anafunga au anabana mwili. Ndoto um, ya pili, nyoka mweusi mkubwa akikuandama, aidha kukufukuza au umejificha naye anakutafuta namna hiyo Kuona unaendamwaandamwa una una na nyoka mwenye rangi nyeusi mkubwa, na hili ni shambulizi la watu wa nyumbani. <gibu> usiombe kweni hiyo Rufiji sasa ndio unaona ndoto hii, manake watu wa Rufiji watani zangu, na ninajua kwamba kwa hawa watu wa Rufiji hawa eh, hivia zi zi zinaumu <gibu> ni <gibu> hatari sana. Ndoto ya tatu ni ya mbwa mweusi kukuvamia bila sababu ya msingi. Mambo haya tumeandika kwenye kitabu chetu, kitabu kikuu cha tafsiri za ndoto, siyo kitabu cha kukosa hata kidogo. Jambo la pili ni kuona nyoka mweusi mkubwa akikuandama. Jambo la tatu ni mbwa mweusi kukuvamia bila sababu, ukaona usingizini kuna mijibwa myeusi eh, au kuna jibwa jeusi, ni mbwa mkubwa amekuandama amekuvamia bila sababu ya msingi, fahamu kabisa kwamba wewe unajulishwa kurogwa, urogi upo upande wako, au kama kuna mtu mwingine amemvamia humo ndotoni, basi huyo mtu huyo ndio atakuwa anaandamwa na uchawi. Hii ni ndoto ya tatu. Ndoto ya nne, paka mweusi, ukimwona anarukia au kukutazama kwa hasira, inaweza ikawa anakurukia wewe. Kwa nguvu, aaa, akakurugia au ukamwona huyu paka mweusi, anakutazama kwa ghadhabu. Kwa mtazamaji paka kuangalia ni changamoto sana, na pia nitasema ishara gani paka wa kawaida tu ukimwona ukimwona eh. kuna ishara kumi na mbili paka huwa wanajulisha kwa watu. Kwa mfano, unatembea safari yako ya mwisho kuelekea nyumbani, paka akakatiza kutoka upande mmoja wa njia kwenda upande mwingine wa njia hii ni ishara mbaya sana miongoni mwa ishara ambazo watu huwa eh, wanakutana nazo. Inaweza ikaashiria kukosa pesa, kufungika mambo yake kiuchumi, mgogoro katika ndoa, au mwenza wake anamtazama kwa jicho sio zuri. Fuatilia, insha Allah taala takujulisha huko mbele. Patamwausi kumuona akikurukia au kukutazama kwa hasira, jambo hili ni ishara ya urogi. Kuna mtu anakuroga eh. Kuna mtu anakuandama kichawi, kuwa makini sana. Na jambo la tano, popo wengi ndani ya chumba chako. Ukiona usingizini chumbani, kwako chumba ambacho wewe unalala, popo wamekuwa wengi kwenye hicho chumba, hii ni ishara mbaya mbaya mbaya sana. Yaani wewe umekaliwa na watu, kamati ya ufundi, wachawi wanga wanakuandama, na hakikisha ukiiona ndoto hii tia mkazo sana katika dua zako, maana si hali ya kawaida. Namba sita, mjusi mweusi kuwa juu ya mwili mwili wa mtu kumuona. Eh, mtu akiwa ndotoni mwako na amepandwa na mjusi mwenye rangi nyeusi, hii ni hali mbaya na ni miongoni mwa ishara zinazoashiria mtu huyu kuwa anapitia kwenye hali za kurogwa. Ndoto hii si ndoto nzuri kabisa kuona. Namba saba ni kumuona buibui huyu huyu, buibui unayemuona mara nyingi, buibui mkubwa mweusi eh, akiwa anakushonashona nyuzi zake, au unapita sehemu kuna nyuzi za buibui zinakutanda mwili, hii ni ishara ya kusibiwa na shetani, shetani wa kijini au kuona mbele yako moto, hii sio ndotoli, sasa ni katika hali ya kawaida unatembea, lakini mbele unaona kuna mwangaza wa moto, kila ukienda uufikii, hivyo au nyuzi kama za buibui zimekutana. Hii ni ishara mbaya, ni ishara ya kuwa unarogwa. Ikiwa unaona ndotoli nyuzi za buibui, au katika hali ya kawaida unaona moto kwa mbele, hii ni ishara ya kuwa unarogwa au amesha kuzaa shetani wa kijini tayari kwa kuharibu mambo yako au afya yako. Maana uchawi kusibiwa na shetani huwa kunashambulia aidha mwili, akili au mali au mambo muhimu kama vile kazi usipate, kwa sababu sisi tunasema maradhi yatokanayo na uchawi yamekuwa eh, katika sehemu mbili, kama ilivyo maradhi yenyewe yanagawika sehemu mbili maradhi yanagawika sehemu mbili: maradhi makavu na maradhi eh, ambayo siyo makavu. maradhi maradhi, tunasema, maradhi laini. Maradhi laini yanaonekana kwenye vipimo, lakini maradhi makavu hayaonekani kwenye vipimo. Haya ni jumla ya uchawi na mingineyo mengi. Sasa basi, kwenye maradhi haya yaliyokuwa eh, makavu, pia yenyewe yanagawika ya sehemu mbili, baina ya maradhi ambayo yanashambulia mwili, mali na maradhi yanayoshambulia akili na vitu vya kimaana. Vitu vya kimaana nikisema nadhani tunaelewa maana yake nini, hasa vitu vya kimaana ni mi... kwa, kwa mfano chumba, chumba, chumba ni kitu cha kimaana watu wameziba huko na huko katikati hapo, ndiyo wanasema chumba, unaelewa vizuri. Kwa hivyo kazi pia ni kitu cha kimaana, kama utakuwa ujapata kazi, hujaajiriwa, kwa hapo kazi ni kitu cha kimaana. Kwa hivyo kwa wakati huo, hiyo kazi hiyo inawezekana ikawa unashambuliwa na shetani usiajirike mtoto kamaliza chuo, kamaliza shule, muda mrefu hapati ajira, mambo hayaendi. Kumbe maskini ameshambuliwa na shetani, ameshambuliwa na watu wa kamati, mambo yake hayaendi usiku eh, wala mchana. Wachawi wamekusha mdhuru, ogopa sana eh kukaa kichwani na kukufulizia watu kichwani, hapa hata kwa mbali, mambo yanakuwa mengi sana. Ndio uchawi mama, huo uchawi nafu wa kukufuliza mtu yuko mbali alafu anapuliza kitu kinampiga mtu mwingine. Ndio maana tunahimiza sana watu wavae kofia, wavae hijabu, kwa sababu uchawi hupiga moja kwa moja kichwani, hapo utosini, endapo tu mtu mtu atakuwa hana desturi ya kustiri kichwa. Wachawi wakiingia katika nyumba ya mtu, huenda kichwani kwa watu na kuwapulizia kichwani, anakwenda anampulizia mpulizia pale. Kwa hivyo kama si mtu tahasun sana, si mtu tahasun, ni rahisi sana kudhurika, ni rahisi kupata madhara. Ifahamike hivyo. Kwa hiyo mtu kuona buibui mkubwa au mweusi akushona kwa nyuzi, basi hili ni jambo baya na ni ishara ya uchawi kwa kupiga au sheitani wa kijini. Kuona kunguru au ndege weusi wengi wakizunguka juu yako, katika nilisema hmm, ndoto nilisomaaazijuzi nikawatahadharisha sana watu eh, kuhusu ndege igo igo Hmm, na kunguru pia, japokuwa niliulizwa leo, nimeamua nijibu hapa kupitia klipu hii pia. Kumwona kiumbe kisichoeleweka kina kulilia au kina kuangalia katika ndoto. Kuona kiumbe kisichoeleweka kinakulilia ndotoni au kinakuangalia, hii ni ishara ya kurogwa, ni ishara ya mtu kurogwa. Vitabu vya kale havikusema moja kwa moja urogi, lakini vimesema ni ishara ya uadui, lakini nakwambia ni ishara nyingi hizi tunazozitafuta, eh? Sisi tumefanya utafiti wetu kwa muda mrefu. Fahamu kwamba mimi nimekuwa nikitafsiri ndoto online tangu mwaka 2017 mpaka leo, kila siku bila kupumzika, labda nimeumwa, lakini hiyo whatsapp iwe YouTube huku, iwe kwenye platform nyingine, iwe kwenye midahalo, watu wameniita Sheikh, njoo alafu tuambie leo kuhusu ilmu ya ndoto. Nimeshiriki mazoezi mengi sana, ninalo kueleza ni kwa mujibu wa utafiti wangu na watu walioyapitia na dalili za vitabu mbalimbali vya wanazuoni wa zamani. Hivyo fahamu, ukiona uki kiumbe kisichoeleweka kinakuangalia au kinakulilia katika ndoto, hii ni ishara mbaya. Namba kumi: mnyama aliyekufa kurudia kuwa hai na kukufuata mnyama. Alishakufa ndotoni umo, lakini ghafla amepata uhai, alafu anakuandama, anakufuata. Hili ni jambo baya, ni jambo baya sana, na ni ishara ya mtu kuashiria kwamba anafuatwa na nguvu mbaya ya kiroho, aidha uchawi au shetani. Allahu alamu, Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Chukua hatua, chukua hatua mara baada ya kuona ndoto hii. Tayari nimeshakupatia tafsiri kumi, nakupa tafsiri ya kumi na moja na tafsiri ya nyongeza <laughs> kumuona mtu wa jinsia ya yako amekukalia pembezoni wa kitanda hicho hicho ulicholala usiku huo huo au mchana huo huo, amekaa mtu pembezoni mwako. Hii ni ishara ya wewe kufanyiwa uadui. Chunga sana. Inaweza ikajulisha uchawi hii au ikajulisha uadui eh, katika mazingira ya kawaida kwamba utakwenda kupata adui mwanamke au adui mwanaume, nitegemea kutokana na jinsia yako. Nifahamu sana mimi Maalim Jaafar Mtavassy, nikiwa ninakujulisha kuhusu ndoto mara nyingi huwa sikosei hiki ni kipaji Allah Taala ameweka kwangu, na nikisema mara nyingi huwa linatokea. Bi idhnillah Taala ameniwafikisha kungamua mambo upande wa ndoto. Kwa hiyo fahamu kwamba hii si jambo la mzaha mzaha. Mpaka ninakutahadharisha leo, ninakwambia, ninakueleza si jambo la bahati mbaya, nimekusudia hasa nikueleze. Nime haya ndoto kumi na moja hizo, hiyo ilikuwa nyongeza. Sipigi hesabu kama kumi na moja hii ya mfuso kwa pande zote. Eh, nasema ndoto kumi tayari. Twende kwenye ndoto ya kumi na moja. Kwanza, kula kitu chenye ladha mbaya bila kuweza kukitoa. Sio ladha mbaya tu, ladha mbaya sana. Ndotoni unakula kitu chenye ladha mbaya sana, ndotoni unakula kitu chenye ladha mbaya sana. Wewe wewe, ndoto hii, ndoto hii ni ishara ya kwamba umelishwa kitu kichawi. Kuwa makini uonapo ndoto hii. Mara nyingi watu huwa hawatoboi. Baada ya ndoto hii, maradhi ya mwili huanza kufunguka. Jambo la kumi na mbili: kula udongo, majivu au vitu visivyoliwa ndotoni. Wenzako hawali, hawali kokoto, wao wameshikilia Ala, imekuwaje? amkasuwita taharuki. Ndoto hii imekuwaje? Mbona si ya kawaida? Sijawahi kuona mimi, lakini ndoto hii imekuja kukueleza kwamba wewe upo kwenye urogwi, unarogwa. Hivyo kuwa makini. Ndoto ya kumi na tatu, kupewa chakula na mtu usiyemfahamu. Kupewa chakula na mtu usiyemfahamu katika ndoto hujulisha urogwi, kwamba wewe unarogwa. kuwa ma... Eh, kumradhi, kumekuwa na tatizo kidogo. Mm, tunaendelea. Naam. Jambo la kumi na tatu, kupewa chakula na mtu usiyemfahamu katika ndoto. Ni nini hasa itakuwa inajulisha? Hii ni miongoni mwa ndoto zinazojulisha mtu kuwa kwenye mazingira ya kurogwa, na mtu au watu wanakuroga. Namba kumi na nne, kupewa dawa nyeusi au chupa ya kioevu kisichojulikana. Kuwa makini sana na ndoto za kupewapewa. Ndoto za kupewapewa ni ndoto ambazo ukiziona, kimbilia kwetu haraka tukujulishe ni kitu gani hicho, sio za kupuuzia. Namba kumi na tano kunyweshwa kitu kwa nguvu, kunyweshwa kitu kimabavu ni ishara ya mgogoro mkubwa au kurogwa. Sasa inategemea mazingira ya ndoto yako ndoto yako ulionaje? Yes, ipo kwenye mazingira gani? Ndiyo tunaweza kufahamu na kunyamua kwamba hii kwa muonekano huu iliyoonekana, ah, huu ni uchawi au huu sio uchawi bali ni mgogoro katika mazingira yako. Lakini namba kumi na saba, e, namba kumi na sita, kula nyama mbichi sana au chafu. Fahamu kula nyama mbichi kuwa ni dalili ya mtu kuwa anakula mali ya haramu, anakula mali ya kuhongwa, au mtu huyu ayupo kwenye urogwi, yaani anarogwa. Fahamu tafsiri hizo nilizozungumza. Kuona mtu akila kila nyama mbichi si jambo miongoni mwa mambo mazuri. Wanazuoni wengi wanasema haifadhilishwi katika ndoto nyama mbichi kuliwa. Mtu anaweza akajiona pia anakula minyoo au anakula nyoka. Tafsiri ya kumi na saba hii, huyu pia anarogwa, huyu pia anarogwa. Atakayejiona ndotoni anakula e, nyama mbichi anarogwa, anakula minyoo anarogwa, na pia atakayejiona anakula nyama ya nyoka au anakula nyoka akiwa mzima, huyu anarogwa namba kumi na nane, kumeza kitu kwa nguvu bila kukata konfano, mpakaona. Kwa mfano chupa hii hailiwi, lakini mtu akaona ameipeleka swala kuwa amenezwa na yeye, ishara hii ni ishara ya kurogwa pia. Namba kumi na tisa, kupigwa sindano na mtu mgeni, kuchomwa sindano na mtu mgeni, hii pia ni ishara ya kurogwa. Na sisi ndaro tu vitu vyenye mchakari, mara nyingi huashiria urogwi, kwamba wewe unarogwa. Ndoto ya ishirini: kumezewa kitu eh, na mtu kwa lazima. Kumezewa kitu na mtu kwa lazima, hii pia ni dalili mbaya katika ndoto ni ishara ya kwamba wewe unarogwa kwa kuona ndoto hizi, hakika kabisa umejulishwa kwamba wewe upo katika mazingira mabaya ya kichawi. Takriban ndoto ishirini kwa ishirini na moja nimezitaja hapa na nimeahidi kutaja ndoto hamsini. Sasa basi, usiache kuangalia klipu inayofuata ili kufahamu eh, Saini nyingine ambazo mtu zinaweza kumpata katika ndoto ikawa zinamwashiria kwamba wewe unarogwa. Kwa msaada wa kitabibu, kwa msaada wa ushauri, wasiliana nasi Mtavassy TV online hapa, au njoo ofisini kwetu Tabata Kimanga, shuka kituo, kinaitwa Chama, uliza mtaa unaitwa The Place, huko ndiko tuliko sisi, eh? Ndipo kituo chetu kilipo, Alqistu Hebolite Healing Center. Tunatoa tiba asili na pia tunafanya dua, lakini pia tunatoa ushauri kutokana na mambo mbalimbali mbali ya kimaisha, hususan maradhi ya mwili, maradhi yatokanayo na uchawi, maradhi ya kiroho haya na mambo ya kimaisha. Allah atufanyie kheri na baraka. Tukutane tena kwenye kipindi kingine, kama ilivyo ada na desturi hapa hapa Mtavassy TV, online. Kwa watu wenye matatizo mbalimbali, tunawasisitiza tunawasisitiza, kwenye watu wenye matatizo sugu. Kuna watu wana matatizo sugu, maradhi ya mara kwa mara, huenda ikawa ni sababu za kishetani au e, za kijini, za kishetani, za kichawi. Njoo, njoo tujadili pamoja, tuangalie shida yako ni nini ni hasa kwa kina atuo, ni namna ya kufanya utatuzi juu ya hayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.